Inasemekana Mwijaku alifumaniwa na mwanamke mwingine, Alice ndo aliyomfumania. Sasa hafahamu Alice atalipokeaje, na ndio maana mwisho wa siku kutaka kumrudia anataka, lakini Alice anamchukuliaje na anamhukuma anamhukumu vipi? Ndio imekuwa na shida nani. Jambo lililotokea ni kwamba mwijelele mwijaku kafumaniwa na mkewe mambo yamekuwa meusi, mkewe hataki kuelewa hili wala ile, na mama Mwemba ametua kuwasuluhisha. Mwijaku yuko kwenye hali mbaya, msione anaingia hoteli hii, anatoka anaingia, na hajaanza kuzurula leo kaanza kuzuhula muda mrefu sana. <laughs> na sio hulka yake jamani, yeah. wote tunamjua Mwijaku, sio tabia yake, hey. Na, well, na, hey. Hey. Na ukiangalia pia kwenye akaunti yake, hmm, utaona hmm, amefuta picha zote za mke wake hmm, kama kiza moja alimuishi birthday hmm, nyingine chini Esi kabisa zamkito, yeye, na mtoto pamoja alimuishi marichui birthday. Ni kweli inasemekana Mwijaku alifumaniwa na mwanamke mwingine. Alice ndo aliyomfumania. Sasa hafahamu Alice atalipokeaje, na ndio maana mwisho wa siku kutaka kumrudia anataka, lakini Alice anamchukuliaje na anamhukuma, anamhukumu vipi? Ndio imekuwa na shida. Jambo lilotokea ni kwamba Mwijelele, Mwijaku kafumaniwa na mkewe Mambo yamekuwa meusi, mkewe hataki kuelewa, hili wala ile, na mama Mwemba ametua kuwasuluhisha. Mwijaku yuko kwenye hali mbaya, msione anaingia hoteli hii anatoka anaingia, na hajaanza kuzurula leo kaanza kuzuhula muda mrefu sana <laughs> na sio hulka yake, jamani. Wote tunamjua Mwijaku, sio tabia yake e. Njubani, e. E. E. Na, e, na ukiangalia pia kwenye akaunti yake mm, utaona amefuta picha zote za mke wake mm, kabakiza moja, alimuishi birthday mm. Nyingine chini Esi kabisa, yeye na mtoto pamoja. Alimuishi Marichui birthday. Ni kweli, mm.